Ndugu viongozi, kikao hichi ni muhimu sana, ni muhimu sana kwa sababu ni kikao ambacho kinapaswa kwanza kujadili hali ya nchi, vilivyo tulipo kisiasa, tulipo katika uendeshaji wa nchi, na kutoa mwongozo na ramani sahihi ya tuelekee vipi, tukabiliane vipi na haya ambayo tunapaswa kama chama tu Ndugu viongozi, hichi si chama cha uchaguzi. Hichi ni taasisi ambayo inapaswa kushiriki katika harakati za mageuzi na hatimaye kuendesha nchi hii kwa maslahi ya taifa hii. <laughs> Kwa hiyo, baada ya uchaguzi, sio kwamba kazi ya chama na viongozi wa chama imemalizika, kwamba sasa tunajipanga kwa uchaguzi mwingine unaokuja. Sisi tunajipanga kwa ajili ya ukombozi mageuzi na maendeleo ya nchi yetu kwa faida ya nchi yetu. Uchaguzi ni sehemu moja kati ya hayo ambayo yanahitajika tuyafanye kama chama.